Watu wanapenda perfume. Tunauza perfume za Dubai, perfume za South Africa. Biashara iko vizuri sana, namshukuru Mungu. Ya tunafanya biashara ya kuuza vitu vya kiutamaduni. Isingelikuwa vurugu au vita inayofanyika fanyika, fanyika huko nyumbani Kongo, tusingelikuwa hapa. Lakini hapa maisha ni mazuri, tunaishi kama kawaida, wenye nchi wanatupenda ijapokuwa kuna wale ambao wasiotuelewa.

Polisi wanatusumbua sana South Africa kupata madokumenti inakuwa ni shida sana Corruption inakuwa nyingi unakutana na polisi barabarani anakuliza dokumenti yako unaanza ukamwonyesha dokumenti yako lakini mara anakwambia mimi nipatie hata mia ni kuache. maisha ya South Africa iko sawa inadipende na sehemu naishi yako sawa sasa tatizo tu nizo so document kama unapata document iko sawa lakini kama auna dokumenti hiyo ni tatizo kwa sababu hapa na hapa unakuwa nakimizana na mapolisi. Siku hizi huwa tuende Home Affairs. Siku hizi tunafanyia kurenew online. Asa, unapofanya online, kuna kipindi unafanya application, hawata kujibu haraka. Kuna kipindi unaweza ukafanya mara pili mara tatu hawata kujibu, ila wanapokuja kujibu wanakutumia karatasi ni kwenye email address. Sema utakuwa umeshangaika polisi ukushimamisha barabarani mara nyingi na vile vile changamoto nyingine ni uingiliano kati ya South Africa na kumtambua mgeni zaidi, hasa sana, sana ni mgeni kutoka nchi za Afrika. Umekuwa kidogo kuna ubaguzi ubaguzi sana, kama hujui lugha kibiashara. Wa sana sana wa South, wengi sana unakuta wanataka kuongea lugha ya kwao. Kwa hivyo tumelazimika kujifunza kidogo kidogo wa South Africa wanapenda sana kulingana, wanajua historia kama Masai hivyo, wanakuwa wanataka kujaribu culture za watu tofauti. Kwa hivyo bidhaa za kutoka Kenya wamezipenda sana sana, kama ni ize African bags E, kama um, beads, zile necklaces wanazipenda sana juu kama zingine ziko na beads kama za kwao.